Wakazi wa eneo bunge la Kiminini mapema leo waliendeleza maandamano jumanne hii wakikashifu mashtaka dhidi ya gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya. Wameyataja mashtaka hayo kuharibia sifa gavana wa kaunti ya Trans Nzoia ya George Natembeya. Peter Nyongesa alikuwepo Kiminini na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hivi ndivyo halivyokuwa wakazi hao wa Kiminini walipoandaa maandamano katika soko la Kiminini, wakishtumu vikali mashtaka dhidi ya gavana Natembeya na kudai yamechochewa kisiasa. Gavana George Natembeya arudi nyumbani kwa ajili ya kazi ambayo anafanya. Ameimarisha mji wa Kitale, ametengeneza stadium, amefanya mambo ya Tom Mboya, hospitali ya kina mama amepea, ame watu wetu mbeku, na sisi kama wanaboda kwa, kwa sako zetu ameweka fedha Hatutakubali kudhulumiwa ama kunyanyaswa, ubaya wote na serikali. Kila sisi tunataka tu serikali iachilie mtu wetu akuwe huru, akuja atufanyie kazi ya maji. Tunapenda ujamaa, ujamaa. Kuna vitu mingi zenye ametufanyia kijenero. Kama mimi, mimi ni kijana ya George Natembeya, na mimi George achanisaidia individual, lakini anasaidia vitu kwa makundi. Mfano kama sisi bodaboda, bodaboda boda, miaka zilizopita tulikuwa tunalipa shilingi mia tatu kwa mwezi kwa mwaka ilikuwa ni shilingi elfu tatu mia sita e. Sisi tukaongea na gavana tukaambia, kama bodaboda tunaumia, na hapo ndo mahali tunaweza pata turiziki peke yake, kwa sababu bodaboda boda is the only industrial area that has employed so many youths, na ndo maana sisi tukaamua, tukasema, tukaongea na gavana wetu Lati. Gavana wetu akatupunguzia, akatuambia shilingi mia tano. Wakimtetea gavana wao, wakazi wa Kiminini wanasema gavana Natembeya amezidi kutekeleza majukumu yake vilivyo na kutimiza ahadi zake kwao. Very simple. Kenya Kenya is is is ours ours. for We we we are here to stay and we are here here here, here. to to stay stay and And live. If you cannot stay here, we will will die here. This is our country. Don't touch Natembe. He is talking the the the truth. The truth. truth Usiogope ukweli. ukweli Face you My friend. Hapa ni Kenya bana. Hata utaambia Ruto ukweli bana. This is Trans Nzoia. Our president is Natembeya. Omba ya kwa mkaweza kuachilia gavana wetu akaweza kuja akatumalize miradi zetu na akaweza kufanya kadri ambavyo jinsi alivyo tu, uh, tupangia sisi. Baadhi ya vijana wana boda boda na wazee wakiendeleza shituma dhidi ya baadhi ya viongozi wa kaunti ya Trans Nzoia waliodai wanashinikiza kutiwa mbaroni kwa gavana Natembeya, wakisema kutiwa mbaroni huko kumechochewa kisiasa lakini rais, mi nakwambia, si uongoje gavana aende Bungoma, aende afanye mambo ya mzozo ya, ya kuuza factory viwanda yetu ya waluya kule, alafu baadaye uanze kusema ashikwe Chesang. Mi nakwambia ukweli, tafadhali wacha kupiga Natembeya vita, afanye kazi yake. Nikiripotia West TV kutoka Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia, naitwa Pita Nyongesa.